Athani kitenguzi cha pili, man ja'ala bainahu wa baina llahi wasaita yad'uhum wa yas'aluhum shafaa wa, wa tawakkalu wa wa alayhim kafara ijman, kitenguzi namba mbili ni yule ambaye atakayefanya na kuweka baina yake yeye na Allah viunganishi ambavyo anaviomba uombezi uh, na vitegemea Huyu pia anakufuru kwa makubaliano ya wanawachuoni. Haupaswi kuweka baina yako na Allah viunganishi, ukaanza kuwaomba wafu ili wakuombee kwa Allah, ukaanza kuwaomba mashekhe, vitu ambavyo hawezi kuvifanya isipokuwa Allah uh, ukawaomba uh, viumbe mbalimbali uh, mizimu, mapango na miti jua na vinginevyo katika viumbe ukawa unaviomba na kuelekeza shida zako kwavyo, ili vyenyewe vikuunganishe na vikukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kitenguzi, na huu ni ushirikina. Hakuna haja ya kuzunguka Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu. Waidha saalaka ibadi anni fainni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Kwa Allah yuko karibu na sisi, muombe mwenyewe usizunguruke, muombe Allah, yuko karibu. Nafahamiane, naam.